Sagilu ni rafiki na mshauri mkubwa wa Mtemi Lesulia. Ni babake mzazi wa Mashauri, na baadaye tukagundua pia ni babake Ngoswe. Ni mpinzani wa Mwamba katika eneo bunge la Matango. Sifa za Sagilu: ni mkware, hii inamaanisha anafanya mahusiano za kimapenzi nje ya ndoa. Ni mnafiki kwa mfano anajifanya kuwa rafiki wa Mrima huku nia yake ni kuvunja familia yake na ndoa yake. Ni mtu mwenye madharau, ni mtu fisadi pia. Tunaona kwamba Sagilu ni kibaraka. Kwa mfano anatumiwa na Lesulia kunyakua shamba la Matango na kuvuruga kampeni za Ronare. Umuhimu wa Sagilu: anawakilisha washauri wabaya wa viongozi, watu ambao nia yao kuu ni kujunifaisha. Anawakilisha vikaragosi katika siasa. Anatuwezesha kufahamu sifa za wahusika wengine, kwa mfano Mangwasha alivyokuwa na msimamo thabiti alipokataa usuhuba wake. Ni kielelezo cha viongozi wa Kware wasiokuwa na heshima kwa ndoa. Aliwabadilisha wanawake akaoa mara tatu, wanawake hao aliwanyang'anya wanaume wengine. Sihaba Huyu ni kimada wa Sagilu, ndiye mliki wa Red Beat Lodgings. Sifa za Sihaba. Huyu ni mtu mwenye tamaa, alimpenda Sagilu kutokana na utajiri wake. Ni katili, alitaka kuangamiza Mrima na Mwangasha siku ya harusi. Ni mtu fisadi. Ni kikaragosi, kwa mfano tunaona akitumiwa na Sagilu kutowesha wapinzani wake wa kibiashara ni mtu fasiki anaendeleza ukahaba kupitia Red Beads Login. umuhimu wa Sihaba kupitia kwake tunaelewa kuwa Sagilu ni katili amejenga maudhui ya ufasiki kupitia Red Beads Login. Kupitia kwake mwandishi amekuza suala la ubaguzi anaposambaza vijikaratasi Matango Chifu Mshabaha huyu ni kikaragosi wa Lesulia. Sifa za Mshabaha ni mtu mwenye madharau, ni mtu katili, alipanga kuchomwa kwa mtao Matango. Pia tunaona akimfuta kazi Mwangasho akiholela kiholela. Ni mtu mnafiki anakwenda kuwapa pole waketwa waliowachomea nyumba zao, ilhali yeye ni mmoja ya wale ambao walipanga njama ya kuchoma mtaa huo. Ni kibaraka, kwa mfano, alitumiwa na lesuliwa kuwafurusha waketwa waliokita katika ardhi ya matango. Umuhimu wa Chifu Mshabaha: amejenga maudhui ya uongozi mbaya kwa kuhusika na ufisadi. Pia ni kielelezo cha wafanyakazi wa umma ambao hujihusisha na siasa za ubaguzi na ukabila. Mbungulu huyu ni rafiki mkubwa wa Mwangasha. Sifa za Mbungulu ni mshauri, kwa mfano tunaona jinsi alivyokuwa akimshauri Mwangasha wakati Mwangasha alikuwa na matatizo ya kifamilia. Ni mtu karimu. Ni mtu mwoga, kwa mfano alimkataza Mwangasha asiende Majani kumsaka Mrima bila usaidizi ilibidi atafute wanaume ili aende na wao huko kumtafuta Mrima. Pia tunaona kwamba ni mtetezi wa haki. Kwa mfano, anafichua uovu wa Sihaba kutumia wasichana wadogo kuendelesha biashara yake haramu katika Red Beats Lodge. Ni mzalendo, anapigania nchi yake kupitia kiongozi mzuri na kuwaunga mkono akina Lonare na wenzao. Umuhimu wa mbugulu ametumika kufichua uozo katika jamii anapogundua ukahaba katika biashara ya Red Beach Lodgings. Ametumiwa kama kielelezo cha wanawake wanaotetea haki. Ameangaziwa kama mfano wa wanawake wanaoshikilia desturi za jadi. Lonare huyu ni kiongozi ya Waketwa na chama cha ushirika. Ni mpinzani kuu wa Lesulia na baba Kelombo. Sifa za Lonare: ni mwana mapinduzi, anapigania ukombozi wa Matuo licha ya kuteswa na kuangaishwa na washirika wa Lesulia. Ni mtetezi wa haki. Ni mlezi mwema. Kwa mfano, ingawa mkewe aliaga, aliwalea wanawe hadi akawapeleka ng'ambo kusoma. Ni mvumilivu. Kwa mfano, tunaona jinsi alivyovumilia mateso ya Mtemi Lesulia na vikaragosi wake ni mshauri na mwenye hekima. Mara mingi alimshauri Mangasha wakati alipokuwa na matatizo yake ya kinyumbani na mambo kadhalika. Ni mzalendo na ni mtu ambaye asiyebagua. Kwa mfano alimwajiri mbaji ingawa yeye ni mkule. Umuhimu wa Lonare: Lonare ametumika kuonyesha kuwa kuna wazalendo katika jamii ambao wamejitolea kupigania uongozi mbaya ili kuleta haki na usawa katika jamii. Mashauri, huyu ni mwanawe Sagilu. Sifa za Mashauri: ni mwenye hamaki, anamkana mzazi wake alipomfumania na Cheia. ni mwenye majuto, huku machozi yakimtiririka alijuta maovu aliyemtendea Lonare. Alisimulia jinsi yalivyoshauriwa na Mtemi kubomoa jengo la Norari kwa sababu ya husuda. Umuhimu wa Mashauri. Mwandishi amemtumia kama kielelezo cha watu wanaotambua makosa yao na kubadilisha tabia. Ngoswe. Huyu ni mwana wa kulea wa Mtemi Lesulia. Sifa za Ngoswe: ni mpenda anasa. Ngoswe ni mkware. Aliwabadilisha warembo wa, wa mji kila uchao. Ni mkakamavu. Kwa mfano, alipinga nia mbaya ya babake aliosulia kuvuruga uchaguzi. Umuhimu wa Ngoswe. Amekuza maudhui ya ulanguzi wa mihadarati. Pia amejenga maudhui ya mabadiliko kwa kukubali kuwacha ulanguzi wa mihadarati.